Lengo la kuwa hapa kimsingi ni kutolea ufafanuzi wa maneno yaliyosemwa na rafiki yangu Dr. Wilbrod Slaa katika hoteli ya Selena na ambayo yalirushwa karibu na televisheni zote na kurudiwa tena na Star Television na kurudiwa na TBC na televisheni zingine. Wilbrod Slaa alisema maneno mengi, lakini kati ya yale yaliyonigusa ni kusema kwamba Bishop Gwajima aliniambia maaskofu wa kanisa Katoliki 30 walipewa rushwa na Mheshimiwa Lowasa ili wamsapoti katika kampeni zake na harakati zake za urais. Haya ndiyo yalinigusa sana kwa sababu mimi ni askofu na hawa wanaosemwa ni maaskofu. Katika maneno yake alikuwa akinitaja mimi kama rafiki yake mara nyingi, kila akitaja anasema rafiki yake Gwajima, rafiki yangu Gwajima. Na mimi siwezi kumkana rafiki kwa sababu amekosea. Ukweli kwamba ni rafiki yangu, lakini sasa ni rafiki yangu aliyekosea, na kwa sababu ya kukosea kule ni vizuri nianze kusema urafiki wetu mimi na yeye unaanzia wapi. Kwa ufupi sana, sitachukua muda mwingi. Urafiki wangu mimi na Dr. Slaa ni wakati ule alikuwa kwenye harakati zake za ukombozi. Kama mnavyojua, alikuwa icon ya CHADEMA akitafuta ukombozi wa Watanzania ili kuitoa nchi katika matatizo kuingia mahala ambapo yeye na Watanzania waliamini ni mahala salama Wakati ule akapata matishio mengi sana ya kuuawa, kukamatwa, kufanya hivi. Kwa hiyo akaniomba mimi, ninaomba unisaidie kunipa watu salama wanaoweza kunisaidia kwenye maeneo mbalimbali. Basi nikampa walinzi kumsaidia. Nilimpa mtu mmoja anaitwa Edwin, mtu mmoja anaitwa Six. Mtu mwingine anaitwa Colonel na mtu mwingine anaitwa Emmanuel, nikampa kwa ajili ya kumsaidia kumlinda.